Rais wetu Dr. Samia anawapenda sana, amekusha toa fedha ya ujenzi ha, hampasi kuwa na changamoto ya ujenzi wa daraja hili. Ongezeni spidi, mvua zinazokuja hizi zitaleta eh, changamoto kubwa sana hapa. Kama mtakwenda utaratibu huu eh, kiwango cha asilimia bado ni kidogo sana, hiyo eh, nitaomba muasimamie, kwa sababu hivi hawana changamoto ya fedha Eh, kwenye, kwenye maombi ya fedha ya hivi karibuni mmelipwa, ni sahihi mheshimiwa? Na ninyi wananchi, tuweni taarifa kwa viongozi wa wilaya na viongozi wa kata kama mnaona kuna ucheleweshaji, tuweni taarifa kwa viongozi wa wilaya na viongozi wa nini wa kata. Narejea tena, wasije watu kuwadanganya hapa daraja hili limesimama halijengwi. Daraja hili tunalijenga na barabara hii tunaitia lami kuanzia Ikwiriri mpaka Mkongo mjini kilomita 27 mmenisikia, eh? Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, tunatambua kwamba wananchi wamepata hadha kubwa sana wakati wa, wakati wa mafuriko hapa chini. Wapo watoto wetu, vijana wetu walichukuliwa na mamba, au uongo jamani? Na ndio sababu rais wetu anatupenda sana Warufiji, akaleta fedha. Lakini pia nataka niwathibitishie fedha za malipo wanaopitiwa na barabara hii kwenye eneo hili imekusha toka. Kwa hiyo mkuu wa wilaya tutamwelekeza meneja wa mkoa ili aje akabidhi fedha. Nimekwisha waombea kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa rais amekwisha nikabidhi, na mweneja wa mkoa wa TANROADS atakuja kuwaletea fedha zenu. Fedha zote wale waliohakikiwa watalipwa fedha kwa maelekezo yangu. Sasa mkuu wa wilaya, mwelekeze meneja wa mkoa aanze kuwalipa kuanzia wiki ijayo. Watu wote walipwa fedha zao. Rais Samia amekwisha tukabidhi fedha zote, wale wanaodai karibu milioni 500, kila anayedai fedha kupitia mradi huu fedha imekwisha toka. Rais wetu amekwisha tukabidhi. Kwa hiyo kuanzia wiki ijayo, ninamwagiza mkuu wa wilaya atakuja hapa na meneja wa mkoa pamoja na, na mheshimiwa diwani kuhakikisha kila mwananchi mwenye kudai fedha yake atalipwa fedha yake, na mradi wetu huu utaendelea. Kwa hiyo asije mtu hapa kuwadanganya kwamba mradi umesimama. Hakuna kilichosimama chini ya serikali ya awamu ya sita, na nyie msikubali kudanganyika. Mmenielewa vizuri, eh? Mambo haya yalikuwa ni ndoto. Kwani mliwahi kutegemea mtajenga daraja hapa la kisasa? Si leo ndo mmeliona daraja hili chini ya Mheshimiwa diwani na chini ya mbunge Mchengerwa na chini ya rais wetu Dokta Samia, si ndio jamani? Kuna nguzo za chini mia na saba ambazo tunatakiwa kujenga ambazo nakuja kushika msingi wa daraja hili na kuta da hizi, mia na saba tunaita piles. Kati ya hizo tumeshafanya sitini na nne tumeshafanya sitini na nne baada ya hapo juu yake tunaweka zege la mita moja tunaita pile cap sasa pile cap tumeshajenga mbili kati ya tano ambazo tunatakiwa kujenga kati ya maboxi calvert ambayo tunatakiwa kujenga moja liko asilimia hamsini e, liko tu jirani na, na, na daraja pale liko asilimia hamsini kwa hiyo kiujumla, tuko kwa asilimia kama ishirini na mbili hivi utekelezaji, ndio mheshimiwa.